Mabibi na mabwana, habarini za wakati huu, karibuni tena katika mfululizo wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyohusu maendeleo ya biashara. Karibuni sana. Na moja ya vipindi vyetu vilivyopita tuliongea juu ya umuhimu wa nidhamu ya fedha katika biashara yoyote duniani iwe kubwa iwe ndogo, umuhimu wa nidhamu ya fedha. Na katika kuongelea umuhimu wa nidhamu ya fedha tulitaja vipengele kadhaa, na moja ya vipengele hivyo ambavyo vitaonyesha kwamba wewe mfanya biashara una nidhamu ya fedha ni kutenganisha uh, mali za biashara yako na mali zako wewe binafsi. E, ukifanya hivyo utaonekana wewe una nidhamu ya biashara. Sasa leo tunakwenda kuangalia au tunaanza mfululizo wa uchambuzi wa hivyo vipengele vya nidhamu ya biashara au nidhamu ya fedha katika biashara yako, ili kuwezesha wewe uendelee kuvielewa, uendelee kuviishi na kuvitumia katika biashara au katika kuendesha biashara yako. Leo tunazama moja kwa moja, kuna katazo ambalo ninakuja nalo, ambalo linasema usichanganye mali binafsi na mali za biashara au fedha yako binafsi na fedha ya biashara. Lakini leo tunazama kwenye kuangalia sababu zinaweza kufanya wajasiriamali wachanganye eh, mali binafsi na mali za biashara, kwa sababu unajiuliza, kama eh, inaeleweka kwamba ni muhimu kutochanganya, ni muhimu kutenganisha, kwa nini wengine wanachanganya hmm? Hawajui au wanajua makusudi wanachanganya yake, au wanajua wanafanya makusudi? Kwa nini wanachanganya badala yake au matokeo yake biashara zao zinakwenda kuanguka. Nikukaribishe sana, twende pamoja mwanzo mpaka mwisho. Na kabla ya kwenda popote, nikuombe basi ubonyeze uh, hicho kitufe chekundu ili uweze uh, kusubscribe kama wewe ni mara yako ya kwanza, lakini usiache kulike na kushea kwa watu wa wengine, ili tupate wajasiriamali wengi zaidi, wafanyabiashara wadogo wengi zaidi, ambao watafuatilia katazo hili la kutochanganya mali binafsi na mali za biashara na hivyo kuwa na biashara nyingi zaidi ambazo zinakwenda zikikuwa zikikua zikikua. Na ningependa kujua unaangalia video hii kutoka wapi, e, kutoka eneo gani, ili niweze kutengeneza video zingine zenye maudhui pana zaidi, e, na ambazo zinakutakulenga kulenga na wewe na mahitaji yako kulingana na eneo lako ambalo unaangalia video hii. Karibu sana, twende pamoja ili tukaone ni namna gani uh, tunaweza kuishi maisha ambayo yanakuza biashara kwa kutumia kipengele kimoja cha nidhamu ya kutenganisha mali binafsi na mali za biashara leo. Tujue basi, nakuletea sababu nne zinafanya wajasiriamali uh, wengi washindwe wa, wa kutenganisha mali binafsi na mali za biashara karibu. Sana, twende pamoja mwanzo hadi mwisho. Ndugu zangu, sababu hizo nne, mojawapo ni kuto kujua umuhimu wa kutenganisha akaunti akaunti ya fedha sasa binafsi na ile ya biashara. Tunasema mara nyingi, watu wakifanya biashara lazima mauzo yote labda wapeleke benki, wakahifadhi mauzo yote, wasianze kutumia uh, kutoka kwenye mauzo. Lakini kama hakutakuwa uh, hutajua umuhimu wa kutenga hata hizo akaunti zenyewe za fedha maanake utakwenda kuzichukua hizo fedha, hata ukiziweka utakwenda kuzichukua kwa sababu unajua ni za kwako. Naza kuto kujua umuhimu wa kutenga unafanya wewe ushindwe kutenganisha mali binafsi na mali za biashara. Kwa maana hiyo, kwa maneno haya ninayosema, iwe mwaliko kwako, iwe wito kwako kwamba hakikisha kwamba unafungua akaunti maalum ya biashara ili ile akaunti inayohusu wewe binafsi ibaki kwa binafsi ili fedha zote za mauzo yanahusu biashara yaende kwenye akaunti ya biashara, na kama kuna matumizi unafanya basi yatatolewa matumizi hayo kutoka kwenye akaunti hiyo ya biashara. Ukiwa na mtazamo tofauti na huu, basi maana fedha zote wanani zako, utaanza kutumia kwa namna ambayo itakugharimu matokeo yake ni kwamba mauzo na mapato yote ya biashara yanaweza yakatumika kwenye matumizi ya kawaida, kwa sababu hujaweza kutenganisha. Hiyo ni sababu ya kwanza, kwa nini wajasiriamali wengi hawatenganishi au wanashindwa kutenganisha mali binafsi na mali za biashara. Sababu ya pili ni biashara kuanza na mtaji mdogo sana. Uzangu uh, watu wengi wanaanza biashara, wengine kwa msukumo wa ulazima sana Nasema kwa msukuma ulazima lazima sana, kwa maana kwamba unaweza kukuta mtu ameachishwa kazi, e, amesimamishwa kazi, amepunguzwa kazi, au amestaafu pengine, lakini katika mazingira ambayo hakuweza kujipanga mapema kwenye maisha yale ya ustaafu. Kwa hiyo matokeo yake analazimika kufanya biashara haraka sana iwezekanavyo eh, kwa sababu hana uwezo wa kuendesha uh, familia tena. Na kwa namna hii kila kipato kidogo anachokipata kwenye ile biashara kinakuwa ndio biashara za kulisha nyumbani. Na mimi ndio fedha ya kulisha nyumbani. Katika hali kama hiyo uwezi kutenganisha. Utatenganisha kwa sababu umeuza shilingi elfu hamsini unataka 30 zirudi nyumbani. Eh, umeuza shilingi elfu arobaini unataka 20 zirudi nyumbani. Katika hali kama hiyo haina maana yoyote ambayo kutenganisha mali binafsi na mali za biashara. Sasa katika hii inatuita na yenyewe inatuelekeza kwamba ikiwezekana, tunapoanza biashara basi tuwe tumejipanga hata namna ya kupata mtaji wa biashara. Zipo njia rasmi nyingi za kupata mitaji ya biashara, ili kufanya tuwe tumeanza biashara basi na mtaji ule tuliokusudia, na hivyo kutuwezesha sisi kuto changanya mali binafsi na mali za biashara kuanza biashara kwa mtaji mdogo kunafanya wajasiriamali wajasiria mali wengi washindwe kutenganisha mali binafsi na mali za biashara na hivyo kufanya biashara zao zisiweze kukaa muda mrefu na kufa tofauti na matarajio ya wafanya biashara walio wengi hilo nalo ni jambo ambalo ni la msingi sana lazima kulifuatilia lakini jambo la tatu nasema ni kufanya maamuzi ya kifedha kwa kutumia hisia badala ya akili. Sijui umeelewa hapo? Eh, kufanya maamuzi ya kifedha kwa kutumia hisia. Unajua kutumia hisia hakuhitaji mpango, hakuhitaji kufikiri sana, umehisi tu kwamba unahitaji kitu fulani, unanunua. f hmm? kama uko pale dukani unauza, amepita mtu anauza kitu fulani, hakikuwa kwenye mpango wako na ni wa cha nyumbani wala sio cha biashara unanunua tu. E, unafanya maamuzi ya kifedha kwa kutumia hisia. Lakini biashara natakiwa tu, tu, tuwe na mipango, mpango ambayo inaonyesha kwamba nikipata kipato cha namna hii au baada ya muda fulani nitahitaji kuongeza kitu fulani pale dukani, nitahitaji kuongeza kitu fulani kwenye eneo fulani, nitahitaji labda kuanzisha branch nyingine ya biashara sehemu fulani. Sasa hiyo ni unafanya maamuzi ya kifedha kwa akili na kwa mipango, lakini unapofanya kwa hisia huwezi na wengi wanaofanya kwa hisia wana ile dhana kwamba biashara si yangu, kama biashara ni yangu, na hela ni yangu, kama hela ni yangu, naweza mimi kufanya chochote ninachokitaka, naweza kutumia fedha zangu kufanya lolote. Sasa kwa mtazamo huu unafanya wamiliki wengi kuchukua tu fedha wakati wote wanapohitaji eh, bila kuzingatia biashara inahitaji nini, tunachukua fedha, najua sababu biashara inahitaji pengine kulipa pango eh, kuongeza bidhaa, kulipa wafanyakazi lakini kusahu, kwa sababu unachukua tu fedha kwa matumizi ya nyumbani, unafa kuta haya ma, mahitaji ya kwenye biashara hayatekelezwi vile inavyopaswa. Kufanya maamuzi ya kifedha kwa kutumia hisia badala ya mipango ile ambayo unatakiwa kuiweka. Lakini la nne uh, na la mwisho kwa leo ni kutoona biashara yako kama taasisi huru inayojitegemea. Ndugu zangu, biashara ni taasisi huru inayojitegemea, inatakiwa kusimama kwa miguu yake yenyewe, na ndio kwa tumesema inahitaji kuwa na malengo eh, na kwa malengo yako na mahitaji yake eh, kuna mikakati ambayo natakiwa kuitekeleza ili iweze kufikia malengo. Kuna matumizi fulani ambayo biashara hii inatakiwa ifanyiwe ili iweze kukua eh, lakini utaweza kufanya hivyo kama utaiona biashara kama taasisi huru. Ukiona biashara kama ni wewe tu, wewe ni biashara tu, wewe ni yule yule tu hiyo biashara nakuhakikishia haiwezi kwenda mahali popote. Hata ungeanza biashara yako kwa mtaji mkubwa kiasi gani, lakini kama huwezi kuiona biashara kama taasisi huru inayohitaji kufanyiwa mambo yake kama biashara, kwa hakika nakuhakikishia hiyo biashara itakufa tu ndani ya muda mfupi sana. Kwa hiyo mambo haya manne ambayo nimeyataja, ni vizuri ni kuyazingatia kama sehemu ya kutengeneza nidhamu ya fedha, kama sehemu, kwa nini wafanyabiashara wengi wadogo hawa wanashindwa ku, ku, kutenganisha um, mali binafsi na mali zile za biashara eh. Nirejee kwa haraka haraka kutokujua umuhimu wake, lakini pia biashara kuanza kwa mtaji mdogo sana, lakini kufanya maamuzi kwa kutumia hisia badala ya kutumia akili na mipango, na la nne ni ile kutoona biashara kama taasisi huru inayohitaji kusimama yenyewe. Ndugu zangu, biashara yako ni kama mtoto ni kama mtoto ambaye anahitaji kukua, ana mahitaji maalum kama mtoto. Ili aweze kukua, anahitaji ulinzi eh, anahitaji kula, eh, anahitaji mavazi anat yani, na biashara yako ni hivyo hivyo. Kuna siku biashara inaugua kama mtoto vile, anahitaji kupelekwa hospitali eh, yapo mambo mbalimbali ambayo unatakiwa uyafanye ili kufanya biashara yako iweze ku, kuishi kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo nikuombe sana, nikusihi sana, haya yote ambayo tumeyaona kama sababu zinazowafanya wajasiriamali wasiweze kutenganisha uh, mali za biashara na mali binafsi, wewe uweze kuviepuka. Sasa umeshavifahamu una sababu ya kuacha kutenganisha uh, mali zako binafsi na mali za biashara, na hivyo kufanya biashara yako iendelee kukua. Basi nikukaribishe katika vipindi vingine vinavyokuja. Kama nilivyosema, tumeanza mfululizo wa kuchambua mambo mbalimbali yanayohusu nidhamu ya biashara, nidhamu ya fedha katika biashara yako, na uchambuzi huu ambao umeanza ni ule wa hii ni element moja ya kutenganisha mali binafsi na mali za biashara. Kwa hiyo, katika mustakabali huu wa kipengele hiki hiki, katika kipindi kijacho, tutaangalia sasa hatari za kuchanganya fedha za biashara au mali za biashara na mali binafsi, tutaona hatari zake, tutajifunza basi. Ukaribishe sana usiache kushiriki katika kipindi kijacho, ili tuweze kujua hatari zake. Yawezekana leo umejua, uh, kwa nini watu wanachanganya, kwa nini watu wanashindwa kutenganisha. Sasa uone basi hatari zake, ili uweze kuacha mara moja, kama na wewe ni kati ya wale wanaounganisha ambao hawatenganishi mali binafsi na mali za biashara. Niendelee kushukuru sana kwa kuwa sehemu ya ya, ya video hii, niendelee kukaribisha katika video zinazokuja. Basi twende pamoja, tuweze kutengeneza dunia hii kuwa mahali pazuri zaidi pa kuishi, kwa kufanya biashara zinazokuwa. Asante sana and bye for now.